Kampeni za uchaguzi nchini Tanzania zinahitimishwa hii leo baada ya siku sitini za wagombea wa urais na uwakilishi kunadi sera zao kote nchini humo kabla ya kupiga kura Jumatano kesho, Oktoba 29. Lakini kuelekea uchaguzi wa mwaka huu kumeshuhudiwa mazingira yenye changamoto za kisiasa ambazo baadhi wanaziona kama zinazotishia mustakabali wa demokrasia nchini humo, kuanzia chama kikuu cha upinzani CHADEMA kutoshiriki uchaguzi kikishinikiza mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na katiba mpya hadi kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wake Tundu Lissu, lakini pia mgombea wa urais wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kwa upande wa Tanzania bara Luhaga Mpina naye alienguliwa na tume ya uchaguzi kufuatia mapingamizi, ingawa kimeibua upinzani mkubwa huko visiwani Zanzibar. Basi leo tutauchambua mwenendo wa kampeni ushiriki wa vyama, nafasi ya wananchi katika mchakato huu wa kisiasa, lakini pia matarajio yao kabla ya kupiga kura hapo kesho. Hapa studioni tutaungana na Gwandumi Mwakatobe, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini pia tulimwalika Dokta Mzuri Issa, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA huko Zanzibar. Ni bahati mbaya bado hajaweza kuungana nasi, lakini tunatumai ataungana nasi muda mfupi ujao. Karibu e, Gwandumi. Asante sana mtangazaji Lilian. Habari za mchana. Salama kabisa, nashukuru sana kwa kuungana nasi. Labda tuanze moja kwa moja, ukilinganisha na chaguzi zilizopita ungezielezeaje kampeni za mwaka huu? Zimekuwa na ushindani lakini kwa kuangazia hoja, ama pengine naweza kukuuliza na, na pengine zimekosa mvuto? Mimi niko mbali, sijui kinachoendelea huko, kutokana na labda kutoshiriki kwa pengine chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema. E, sijui wewe una mtizamo gani? Naam, uh, kwanza kuna kuna, kuna kuna kuna kuna mambo mengi ambayo yanakuwa nasemwa. mm -hmm. Lakini sasa niseme ni wazi tu kwamba uchaguzi kusema ukweli sio kupiga kura siku ambayo watu wanaenda kupiga kura. mm -hmm. Hiyo haima, haima, haimaanishi uchaguzi. mm -hmm. Uchaguzi ni mchakato uchaguzi ni mchakato, kuanzia ya kuandikisha, kuanzia kuwapa raia nafasi ya kuweza kutumia haki yao ya kiraia. Uchaguzi ni ushiriki wa watu wengi wanaotaka wachaguliwe kidemokrasia, kwao ni mchakato. Uchaguzi sio siku ya kupiga kura, bali ni, ni la kuhitimisha e, mchakato wote huo sasa mm -hmm. Katika mchakato ikiwa kumetokea dosari mm -hmm. kwa kweli huwa hauushindani tena, kwa sababu kama ulivyoweza kuainisha hapo awali, vyama vingine havishiriki wa wa wa wa wa viongozi wengine wa vyama hawashiriki, wengine wako ndani wa, sasa hivi tunavyoongea. Lakini pia kibaya zaidi ambacho hatukutarajia kuna vyama vingine hata ambavyo vimepigwa marufuku kwa hata kufanya siasa, chama cha demokrasia hata kufanya siasa hakifanyi katika kipindi ambacho ni mwaka wa uchaguzi, katika mchakato wa uchaguzi. Kwa kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa sio ushindani tena, kwa sababu mtengezaji kusema ukweli ushindani ni kwamba wawepo ambao aidha au un, unaoshindana nao unalingana nao au mnakaribiana u mm -hmm. eh, eh, like, eh, au mna nguvu sawa, lakini kama hakuna watu wa kushindana nao alafu tuseme ni ushindani kwa kweli, hapana. Mimi niseme baada ya kuondolea wengi ambao tulitarajia kuongeza ushindani mkali sana, inaonekana kwamba Chama cha Mapinduzi kilimaliza kuchukua, sio kuchaguliwa, kuchukua vyeo pale walipochaguana kwenye kura za maoni. Sasa hivi wanaenda kuchukua tu, kwa sababu hata wao wanasema sisiemu, wanasema tunachukua, tunaweka wa. Kwa hiyo ni kwenda kuchukua tu ubunge, kuchukua urais, kuchukua udiwani, kwa sababu niseme ukweli, ambaye hakuna ushindani mwaka mm -hmm. mm huu -hmm. wanaopasa kushindani aidha wamefungiwa, wako, wako magerezani au vyama vyao vimepigwa marufuku au wao wenyewe wameenguliwa. Sawa na, nashukuru na kwa utangulizi huo, na ninaambiwa kwamba dokta Mzuri ameungana nasi. Labda nije kwako, karibu sana kwanza, na tunashukuru kwa kuungana nasi. Labda kwa mtizamo wako, ni vipi eh, unaweza kutathmini mazingira ya kisiasa kuelekea uchaguzi huu, kwa unaona ni kama wananchi walipata kweli nafasi ya kushiriki eh, kwenye mchakato mzima wa kampeni lakini pia uhuru ama nafasi ama fursa ya kuelewa vya kutosha kile ambacho wanaambiwa. Dkt Mzuri, karibu na. Asante sana, na naweza kusema kwa kiasi fulani wameshiriki, lakini bado kulikuwa kuna changamoto ambazo kwa muktasari wa kidemokrasia zingehitaji kushughulikiwa vizuri sana ili ushiriki ukawa wakikamilifu moja kwa moja na huo kwa kweli ndio utaratibu mzuri wa kwenye uchaguzi. Yeah. Na ukisikiliza baadhi ya maoni ya watu wanasema kwamba hawakupata fursa ya kufikiwa na wagombea hasa wenye nyadhifa za juu kwa mfano urais. Hawakupata hiyo nafasi. Lakini, wanasema kwamba walisikia zaidi kupitia kwenye vyombo vya habari. Unadhani hii ni sawa kwamba wasikie tu kwenye vyombo vya habari? Lakini pia baadhi walisema hata wale wachache waliowafikia hawakuwapa fursa ya wananchi kuwaelezea matamanio yao ama kutoa maoni yao kuelekea kwenye, kwenye hiyo hatua ya mwisho ya kupiga kura. Hili wewe unadhani lina msingi? Lina msingi sana, kwa sababu unachukiwa maswala katika mwananchi, yoyote awe tajiri lakini, akiwa maskini zaidi, matumaini yake makubwa ni uongozi na uongozi, kwa sababu tumetafuta mfumo wa kidemokrasia. Kwa hiyo una hatima yake ni uchaguzi kwa hiyo yale yani yote ambayo mtu anamtokea, anatamani sio wakati wa uchaguzi, ili aweze kufanya maamuzi ya kuweka viongozi ambao wanaweza wakabadilisha, uh, mustakbali mzima wa maisha yake, na hivyo akawa na matumaini mazuri. Unajua, mambo mawili umeyazungumzia ndo muhimu katika maisha ya binadamu, matumaini na ushiriki mm-hmm. Ukiwa unashiriki kwenye kwenye taratibu kama hizi, basi unajisikia una nguvu sana na hivyo kushiriki kwa kweli ni kukubwa. Kushiriki kama ulivyosema, sio tu kusikiliza kwenye vyombo vya habari, lakini upate nafasi ya kutoa na wewe yale dukuduku lako na ya, ku, ya kuhoji na la kushauri, kwa sababu kiongozi, ndiyo maana hasa halisi i kwamba, ni kuna mtu ambaye mnamwambia jamani, sisi tunahangaika tuna na maisha, lakini wewe hebu kaa hapa utuangalie, utusimamie mambo yetu na usikibie masuala yetu mbalimbali. mm -hmm. Kama hupati hiyo fursa, mm -hmm. inakuwa ni changamoto kubwa. mm -hmm. Yeah, e, Gwandumi, mm -hmm. umezungumza kwa kirefu mwanzoni, ninakuja tena kwako, ninaomba ulizungumzie hili kwa kifupi. Kama mfuatiliaji, kuna mengi yamejitokeza kabla na wakati wa kampeni e, umezungumzia pia kutoshiriki Chadema kutoshiriki, lakini pia wanasiasa wengine kuzuiwa na matukio ya kutekwa, pengine tunayoendelea kuyasikia mavuguvugu kwenye mitandao ya kijamii, haya kwa kiasi gani yameathiri e, mchakato lakini pia kutia doa siasa za Tanzania kwa kifupi tafadhali. Umepata fursa nzuri, nafasi nzuri sana ya mwanamke kuonesha kwamba anaweza mm -hmm. akapambana na wanaume wenye nguvu na akawashinda. mm -hmm. na mimi mpaka leo naamini hivyo, mwanamke anaweza kuwa kiongozi mzuri, wanao uwezo wanawake mkubwa eh, lakini sasa kumetiwa doa kwa sababu nilitarajia kwamba wajitokeze wengi, ushindani mkubwa na wenye nguvu, na watu wawe huru, siasa zifanye ziwe huru kama alivyoanza rais wetu kuwa na maridhiano, kuwafanya mabadiliko pamoja na kukuhakikisha kwamba tunakuwa na ustahimilivu, tunavumiliana, tuna lakini sasa baada ya ku, ku, kuwa, wengine kuwafungia ndani, wengine kutoshiriki, baada ya kuona kwamba kuna kuna watu wa hata kutoa maoni imekuwa shinda. Ukitoa maoni unatekwa, unaweza ukauawa, au unaweza ukatishwa. Katika hali hii, itaonekana kwamba mwanamke anayeitwa Samia Suluhu Hassan alishinda baada ya wanaume kufungwa. Nilitamani kwamba shinde baada ya wote kuwa huru, ili ionyesha kwamba mwanamke anaweza akamshinda mwanaume hata akiwa mwenye nguvu, kwa sababu mm -hmm. mm -hmm. huko kinachoangaliwa ni uwezo iwe redi wa mtu wala sio kuwa na matiti au mwingine kuwa na ndevu. Uh-huh. Asante, naomba uishie hapo Angela. Eh, wanasemaji huko, wafuatiliaji mitandaoni, kuna mtu huyu anaitwa George Edward, mfuatiliaji wetu kutoka Arusha, anasema ni kweli kampeni zinahitimishwa, lakini ukweli ni kwamba ni kichekesho, ukisikia wakati huu wa dakika, dakika za lala salama, kuna vyama vinalalamika kwamba mawakala wake hawajapishwa ni hawajapiswa sawa na yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, ndivyo anavyosema. Lakini kuna mtu mwingine huyu anaitwa Paul Washe Jr. wa mpovu Geita, Tanzania, Uchaguzi wa mwaka huu ni mchakato uliokamilika, maana vyama vya upinzani vipo kusindikiza tu mm. na wala sio kushindana. Unaniruhusu ni ah, hapana mm -hmm. nis... nashukuru <laughs> na sana kwa na. maoni mm -hmm. E, Dokta Mzuri, Zanzibar kunaonekana ushindani kati ya chama tawala CCM na ACT, hii ni kwa, mtiz, hii, kwa mtizamo wako nadhani inaenda kubadili hali ya mambo kisiasa, lakini pia umesikia eh, Angela anatuambia kuna, kuna mambo kwa mfano wafuatiliaji wa, wa wetu wanavyosema pengine kuna tayari mambo mawili matatu yameanza kuonekana na yanaonyesha kwamba yatadhoofisha mchakato huu wa uchaguzi. Ah, asante sana kwa kweli, ndio tu unavyosema kwamba demokrasia kwa kweli lazima ionekane, sio kuzungumzwa tu. Na sasa e, inawezekanaje kwa mfano uchaguzi na kura zianze kupigwa wakati mawakala bado hawajaapishwa? Hilo ni doa, lazima tuikubali na hata huku Zanzibar kuna sisi zimeanza kuruka hivyo hivyo, kwamba zinazungumzia hivyo kwamba bado wengine hawajaingizwa na kura zimeanza kupigwa. Natumai na natamani iwe sio kweli, lakini kama ni kweli, basi hilo ni doa kubwa sana mm. katika usafisi wetu mm -hmm. Kwa hiyo kwa kweli uh, kuna mapungufu kama ni hivi, na tunahitaji kujirekebisha sana, ili hata tuseme kwamba wananchi wamepiga kura na wamechagua na walikuwa huru kuchagua viongozi wao. Bila hivyo, itakuwa ni kama ile tunasema tuna, tuna lifanyike tu liende tu alimradi tuonekana, pengine picha ya kimataifa huko kwamba Zanzibar Tanzania tulifanya uchaguzi mm. lakini uchaguzi wenyewe haukuwa sawa. Nashukuru eh, Gwandumi, kwa, kwa sekunde thelathini, unadhani huu uchaguzi pengine unaweza ukawa ni fursa ya kujenga upya labda imani ya wa Watanzania baada ya haya yote kupita kwa kwa kifupi sana, tafadhali, bado tunayo fursa nzuri kuonyesha tu kwamba tunaposema neno kuna uchaguzi, maanake kuna vitu mbadala vya kuvichagua. Kwa mfano mimi, sasa hivi, kama kulikuwa nilikuwa natamani kumchagua mtu fulani lakini hayupo, mimi kwenda kule naenda kufanya nini wakati simuoni ambaye nilitaka nimchague? Kwa sababu watu tuna wafuasi wengi tu. Kwa hiyo kwa kwa ujumla kwa kwa ujumla unadhani ina, inaweza kuwa fursa ni fursa kujifunza, tutajifunza kwamba ili uchaguzi uwe haki na uhalali kunahitaji kuweko na ushiriki- ushirikishi wa watu wengi mm -hmm. wa Watanzania wote mm -hmm. na kila raia awe na haki apate hiyo ya kuchagua na kuchaguliwa. Wengine hawa wamefungwa kuchagua na wamefunga hata kuchaguliwa. Dkt. Mzuri, kwa sekunde chache ya yeah, kwa kweli uchaguzi ni, ni, ni lazima mazingira yaonekane kwamba kila mmoja amepata haki yake na wananchi wameridhika uh, kwa kiasi, na ndio maana huwa tunasema kwamba ni vizuri viongozi wakawa wanahojiwa katika majukwaa mbalimbali ya habari, watu wanapata nafasi kabisa kuwaona wanavyojieleza na kuona yale maendeleo ambayo wameyapiga na kuona zile sera zao zitakuwa vipi ili watu waridhike, mtu anajua so kwamba nikienda kuchagua, na hata hata mudi inaonekana ya kwenye jamii inakuwa kwamba mara hii watu fulani wanamtaka mtu fulani, mm -hmm. kutokana na maendeleo aliyoyafanya ama kutokana na mtu sera zake ambazo amezelezea mm. mm. na zinaonyesha kwamba ataziba yale mapungufu ambayo yapo As, asante sana Dkt Mzuri Issa kutoka huko Zanzibar asante sana Gwandumi Mwakatobe kwa kushiriki nasi asante sana Angela na asante sana kwa kutufuatilia